Kwa nii okolewa kwa ku kushout. Kwa nini ameokolewa? Maana alikuwa hataki kuishi, akaanza ku kushout hospitali. Kwa nini sasa? Alikutana na daktari ambaye sio mwingi wa neema. Haleluya! Daktari akamwambia nyamaza, nyamaza, akamwambia mama yako huyu hapa, hajalala wala kuoga wala kula, siku ya nne leo, kwa ajili yako. Kijana akamwangalia mama yake huko pale, mamake machozi yanamtoka hivi, kijana addiction ya drugs adiktionya <laughs> ilisha pale, wakufikiria kwamba na uteja wangu wote huu na utakataka wangu wote huu, kuna mtu hata kula hata kunywa. Ngoja nikwambie, nguvu ya upendo itavunja vitu ambavyo ukali haiwezi kuvunja. Nakwambia, nguvu ya upendo itavunja vitu ambavyo ukali haviwezi kuvunja. Sio kama unanisikia, for, for the love that he got

Lakini anakumbuka alipotoka na baba yake mdogo alikuwa mdogo ana maumivu lakini wewe ndio love of upendo Mungu anakuja umeshachoka. Kama si yake kwenye moto anavyoyeyuka. Anasema ni mapenzi yake alichochagua. Najua kuna mtu ambaye Mungu alikutoa mahali lakini sasa hivi umekaa kwa Mungu miaka kadhaa ushasahau alikutoa huko. Unaona watu ambao wako na nini? Oh, huo moto wa kuzimwa. Sema siyo mimi. Siyo mimi. Hallelujah. Amen. La sema amenichagua kabla misingi lim. Ukisoma Yeremia moja nne inasema neno la Bwana lilinijia kusema, kabla sijakuumba katika tumbo nilikujua, na kabla haujatoka tumboni nilikutakasa. Insema nilitakaswa. Anasema nilitakaswa. Nilitakaswa. Anasema nimekuweka kuwa nabii wa mataifa. Yeremia alifanywa kuwa nabii kabla hajazaliwa. Kusudi la Mungu kwenye maisha yako liliamuliwa kabla hujazaliwa. Shika, unanisikia? Kuja nikusomee habari ya mtu mmoja. Unasema Yeremia sahihi, Yeremia kweli. Yeremia ah, Yeremia kule. Kweli Mungu alimjua kabla hajazaliwa. Moja kusomea habari ya mtu mwingine, Paulo. Galatia 1:15. Inasema lakini Mungu aliyenitenga tangu tumboni kwa mama yangu akaniita kwa neema yake. Unasikia Paulo anasema? Baada ya kuua watu wengi, baada ya kufunga watu wa Kristo, Paulo anakuja kutuambia leo kwamba Mungu alimtenga tangu tumboni mwa mama yake. Mamanema nilitengwa tangu tumboni mwa mama yake. Sema tena nilitengwa tangu tumboni kwa mama yake. Anasema akaniita kwa neema yake. Neno neema ni nikayo, akaniita kwa upendeleo wake, akaniita kwa kibali chake, sio kwa mema yangu, sababu ya wito wangu ni neema yake. Hello. Hello biashara yako ikafanya makubwa kwa neema yake nasema biashara yako itafanya mambo makubwa kwa neema yake haleluya matendo ya mitume tisa kumi. nataka nikuonyeshe habari ya paulo matendo ya mitume tisa kumi anasema basi palikuwako dameski mwanafunzi jina lake anania bwana akamwambia katika maono anania akasema mimi hapo bwana Bwana akamwambia simama, enenda zako katika njia iitwayo nyofu, ukaulize katika nyumba ya Yuda mtu ataye Sauli wataso maana, angalia, anaomba kumi na mbili, naye amemwona mtu jina lake Anania akiingia na kumwekea mikono juu yake apate kuona tena. Lakini Anania akajibu, Bwana, nimesikia habari za huyu mtu kwa watu wengi. Watu wamesikia habari zako kwa watu wangapi? Wengi. Alo, si, wewe si wa kwanza. Hata Paulo tu alisikia habari zake watu wangapi? Wengi, mabaya mengi, siko mnasoma ile, ndiko mabaya mengi aliyowatenda watakatifu wako Yerusalemu, hata hapa ana amri itokayo kwa wakuu wa makuhani awafunge wote wa kuitiao jina lako. Sura ya 15. Lakini bwanambnao lakini Bwana haleluya, nakumbuka lakini Mungu yes. Yes. Lakini Bwana akamwambia nenda, nenda tu, kwa maana huyu ni chombo kiteule kwangu, shika. Lakini Mungu anamuita chombo nini? Anamuita chombo nini? Kiteule. Ngoja nikwambie kuna mtu mwingine amekuja hapa na ukiangalia maisha yako kwa lugha ya kawaida hayampendezi Mungu, lakini nikwambie, au kuja hapa kwa bahati mbaya, wewe ni chombo kiteule cha Mungu. Nakwambia wewe ni chombo kiteule cha Mungu mmoja, nikupe habari ya, ya kuchekesha. Haleluya! Amen! Uko tayari? Aa... Nitatumia lugha ya ya juu ili kwa kwa, neema kwa ajili ya watoto ambao tuko nao, sema amen, amen. Haleluya rama wamesema aleluya ramatbalahaya paindoskadilahaya. Kulikuwa kuna dada mmoja a akawa ame alikuwa na mahusiano na kaka msajili mmoja kaka, yeah, mmoja sasa. Wakawa wamekubaliana kwamba leo usiku tuta salama, sawa. Kwa hiyo uh, yule kaka yuko kazini, yule dada akaenda kwa yule kaka. Kaka akampa ufunguo wake wa apartment, sawa Yo, nenda nyumbani, relax, enjoy kiyoyozi pale. Nikitoka kazini. aakafika ka nyumbani kwa kaka. Kaka na nyumba nzuri maana kaka anajiweza. Jana anakuwa lakini nzuri, air condition, wifi ndani. Unajua <laughs> Amen. Ni mdada ambaye alikuwa anamjua Yesu. Aleluya. Amen. Kwa ajili ya wadada ambao wanamjua Yesu. Lakini ameenda kufanya nini? Akasema kwa hiyo niweke channel fulani ya, ya niangalie vitu fulani vya Yesu. Sawa? Alivyoweka ile channel ya kuangalia vitu vya Yesu kwa kuna mafundisho ya neno la Mungu yanaendelea. Aliangalia kama dakika tano kama dakika tano akakata moto, sawa? Akujua kinachoendelea. Maana dakika tano ile maombi yanavyoendelea, roho wa Mungu akamchota. Baada ya hapo aku, akujua kinachoendelea, akuja kushtuka usiku, ndo fahamu zimerudia. Yule kaka anamuuliza, mbona ukuniambia kwamba ni nabii? Mbona ukuniambia ni mtumishi wa Mungu? Kwa sababu yeye dada alipochukuliwa na na Na roho roho roho wa wa Mungu, Mungu Mungu, akiwa chini roho wa Mungu, amejaa roho wa Mungu, sawa? Yule kaka aliporudi nyumbani akamkuta. Yeye dada dada Dada alianza kumtabiria, alianza kuongea naye kama kama nabii. Lakini yule dada amekata moto wa juu kinachoendelea. Yani, baada ya kutoa unabii na nini nini? Akili zikafanya usiku sana. Ameshatabiriwa basi saa saa 1. mpaka saa 6 maisha yako yote a sizotalala hapo sebleni. Yani, sikujua sikujua kama wewe ni, ni nabii hapo hapo. Nitalala chumbani, ukisubutu kwenda atakutokea. Haya, ambaye naongea, uwashe channel, usiwashe channel. basute kalabade <laughs>

Simelama, suka, tabahaya, yes, sir. Point namba kibali, akizuii mafuriko ya maisha kuja menisikia? Kibali akizuii mafuriko ya maisha nini? Ukisoma kitabu cha mwanzo sita nane inasema, lakini Nuhu akapata neema machoni pa Bwana. Nuhu alipata neema, alipata kibali machoni pa Bwana. Sikiliza, itaongelea kubili likimbia. Nuhu ampata kibali, ampata neema machoni pa Bwana. Bwana akawambia atengeneze safina. Hello? tengeneze safina, maana mafuriko yanakuja. Kibali ambacho Mungu alimpa Nuhu akikuzuia mafuriko, kilimwezesha Nuhu kujenga nini. Nuhu akawa ndani ya safina, mafuriko yakaja. Kwenye, kwa sisi tulio katika Kristo, Kristo ni safina yetu, Kristo ni nini? Ndio maana tunaenda kila mahali tunaambia watu waingie wapi? Ndani ya Kristo, ingieni ndani ya Kristo, ingieni ndani ya Kristo, kwa sababu Mungu, ngoja nikwambie, wakati nuku na familia yake na wale wanyama wakiwa ndani ya Kristo wakiwa ndani ya safina. Yes. mafuriko yalikuwa yakiwaua watu nje, yalikuwa yanainua safina juu Amen. Na kuambia mafuriko yalikuwa yakiwaua watu nje, yalikuwa yanainua safina juu Amen. kwa sababu ya kibali na upendeleo ndani ya Kristo. Vitu ambavyo vinaua biashara vitainua ya kwako juu. Vitu ambavyo vinaangamiza watu vitakuinua juu. Wananielewa? Aleluya. Ndio maana kama unaelewa kitu ambacho Kristo amefanya kwako, utakuwa mvuna nafsi, unatamani watu wengi waingie kwenye safina iwezekanavyo, watu wengi waingie ndani ya Kristo kwa sababu unajua yanayokuja duniani. Maana maandiko anasema kwamba kwamba kwenye kwa mfano Isaya sitini, anasema kwamba giza litaifunika dunia na giza kuu nyuso za watu. Haleluya. Hiyo ni unabii, auwezi ukazuia giza lisifunike dunia. Auwezi kuzuia giza kuu lisifunike nyuso za watu. Alichosema kwamba lakini nuru yangu itakuzukia wewe. Mm. Chika unanielewa? Yes. Yes. Kwa hiyo favor haimaanishi kwamba hakutakuwa na majanga. Haimaanishi hakutakuwa na changamoto. Lakini changamoto zinazokuja kwa kuinua juu. Sema amina. Sema amina. Amen. Sema ninaangalia maisha Inana. kwa macho ya upendeleo, ninajua mimi ni watu tofauti. Sema ninajua mimi ni watu tofauti. Kwa hiyo chochote ambacho kinakuja kwenye maisha yako ambacho kingekuangusha au kingeangusha wanadamu, sio wewe, kwa sababu wewe una kibali, kwa sababu una upendeleo. Shika, unanielewa? Ndio maana wakati uh, Mungu ana kwenye pigo la Misri la kuwaua watoto wa uzaliwa wa kwanza wa kiume, nyumba zilikewa damu damu milangoni, si ndio? Ambao kwa sababu malaika wa mauti atapita, akikuta damu atafanya nini? Ataruka. Sikiliza, kibali akimzuia malaika wa mauti atapita, lakini akikukuta una kibali ataruka, akikuta wenye kibali ataruka. Lakini na kibali la napna, kibali ni Kristo, sio kama, yes. Sema Kristo ndani yangu, kibali cha Mungu Sema Kristo ndani yangu Kristo ndani yangu. Kibali cha Mungu. Kibali cha Mungu. Hallelujah. Amen. Nataka nimalizie kwa sababu muda mm, umekimbia sana. Pointi ya tano ambayo itakuwa ya mwisho leo. Favor is not fair. Kibali au upendeleo hauko fair. Hello. Ukielewa hii utaacha kuwa na umivu na hasira, huyu mbona amepata hela, asingetakiwa apate. Huyu mbona amefanya hivi, asingetakiwa awe nacho. Um, wangapi unajua lile andiko? Anasema kwamba anavinua vinyonge kuvibeza vyenye nguvu, anavinua vipumbavu, vitu ambavyo ni upumbavu kuvibeza vyenye hekima. Haleluya, amina. Au je, kuona kwenye maisha haya watu ambao unajua una akili kuliko wao, sio wewe, of course, na wana pesa nyingi, na uelewe kwa nini sinakuja. Haleluya, yeah. Kuna kitu kinaitwa kibali, hakiko fair. Kibali akiiti kikao cha kamati hmm. Akiiti kikao cha kamati, kwa hiyo kibali kikija kikiwa juu ya ki, maisha ya mtu moja ni kuonyesha